Eugene alianza kufuga locks zake zaidi ya miaka kumi iliyopita. Amekuwa na uhusiano unaobadilika na nywele zake. Akiwa ni mwanzilishi na mkurugenzi mtendaji mwenye mafanikio, ana uhuru wa kuwa na mtindo wowote wa nywele. Hata hivyo, wakati anaposifiwa na mtindo wake wa nywele wa kuvutia na wa kisasa, mtindo huo unatazamwa kwa jicho la tofauti kwa wasanii nchini Kenya. Loksi zimegeuka kuwa alama ya mwonekano na heshima. Sipo huru na nywele zangu zikiwa wazi, sijui kwa nini hunifanya nijihisi siko nadhifu, hazinipi uhuru, mara nyingi nazifunika. Nadhani hilo ndilo linasaidia kusonga mbele kitaaluma, na hilo lenyewe ni tatizo, sababu hakuna ubaya kwa nywele za kiafrika kuacha wazi na kuonekana zilivyo. Pesa na mafanikio vimempa ulinzi dhidi ya mitazamo ya kibaguzi aliyokuwa akisikia mara kwa mara. Kwa upande mwingine wa mji, saluni ya Joramu ipo bize. Saluni yake imejikita katika kusuka loks bandia na wateja wengi ni wanawake. Licha ya unyanyapaa kuhusu mtindo huu, hapa biashara imeshamiri. Kwa wanawake, mambo yanaonekana ni tofauti. Chuoni kwangu wanaume hawaruhusiwi kuwa na loks, yes. hata hivyo, si wanawake wote wanao uhuru. Joramu anasema wakati mwingine wateja hurudi siku inayofuata baada ya kusukwa loks sababu mabosi zao kazini wanalazimisha kuzifumua. Yes, like ndiyo nimekuwa nikipokea simu nyingi kutoka kwa wafanyakazi wa benki wanaofanya kazi hospitalini na kwingineko, wananiambia hawawezi kuwa na mtindo huu wa nywele ndiyo, bado ipo.